Karibu katika makala yetu ya M24. Sauti hii unayoisikia na makala hii imeandaliwa na Samuel au Samalen, na leo hii tunakwenda kuyaangazia usiyoyajua kuhusu sherehe za Diwali ambazo zilianza leo. Leo dunia nzima, hasa katika nchi zenye idadi kubwa ya Wahindi, inasherekea Diwali, moja ya sikukuu kubwa, yenye historia ndefu na maana pana katika dini za Uhindu Ubudha, Ujahini na Usikh. Lakini je, unajua kuna mambo mengi ambayo wengi hawajui kuhusu sherehe hii ya mwanga? Jambo la kwanza, Diwali Diwali si siku moja peke yake. Wengi hudhani kuwa Diwali ni siku moja tu ya kufurahia fataki na taa, lakini kwa Wanahindu wengi, sherehe hii huchukua siku tano mfululizo. Kila siku ina maana yake muhimu, kuanzia Dhanteras, siku ya baraka za mali na afya, hadi Bhai Dooj siku ya upendo wa ndugu na dada. Jambo la pili. Diwali ni zaidi ya sherehe ya dini. Ingawa asili yake ni kidini, Diwali imegeuka kuwa sherehe ya kijamii inayoadhimishwa na watu wa dini na tamaduni tofauti. Ni wakati wa familia kukutana, marafiki kubadilishana zawadi, na jamii kufanya matendo ya huruma kwa maskini. Jambo la tatu. Maana yake hutofautiana kulingana na eneo. Katika kaskazini mwa India Diwali inaadhimishwa kuashiria kurudi kwa Mfalme Rama mjini Ayodhya baada ya miaka kumi na nne ya uhamisho na ushindi dhidi ya Ravana. Lakini katika kusini mwa India, inaashiria ushindi wa Lord Krishna dhidi ya Narakasura, wakati katika Bengal, inahusishwa na ibada ya Malkia Kali. Jambo la nne. Taa na mwanga si kwa urembo pekee. Taa ndogo ya mafuta zinazoitwa Diyas hazihusishi tu kwa mapambo, zinawakilisha ushindi wa nuru dhidi ya giza, mema dhidi ya maovu, na matumaini mapya kwa mwaka ujao. Jambo la tano. Chakula na tamaduni za zawadi. Wakati wa Diwali, familia hutengeneza vyakula vitamu maalum kama Ladao, Jalebi na Burfi, kisha kugawana kwa majirani na marafiki kama ishara ya upendo na furaha. Pia ni kipindi ambacho watu hununua nguo mpya na bidhaa mpya, kwa imani kuwa ni chanzo au mwanzo mpya wa baraka. Jambo la sita: Diwali na uchumi. Diwali mojawapo ya nyakati zenye mzunguko mkubwa wa kibiashara nchini India, sawa na msimu wa Krismasi katika mataifa ya Magharibi. Maduka hujaa, bei upanda, na sekta ya fataki, mapambo na mitindo huongeza uzalishaji maradufu. Jambo la saba: Diwali duniani kote leo. Diwali haifanywi tu India bali pia Tanzania, Kenya, Uingereza, Marekani, Fiji, Mauritius ambapo pia kuna jamii kubwa za Wahindi. Hapa Tanzania, maeneo kama Arusha, Dar es Salaam, Tanga yameshuhudia maandalizi makubwa ya sherehe hizi zikiambatana na rangi, taa na tamasha za kijamii. Diwali ni zaidi ya fataki na taa, ni kipindi cha kutafakari, kusamehe, kushukuru na kuanza upya. Kutoka M24 Habari tunawatakia wote wanaosherekea Hepi Diwali! Nuru ya Diwali iwake katika maisha yako, ikuletee amani, mafanikio na furaha isiyo na mwisho. Asante kwa kutazama na kusikiliza M24. Tukutane tena wakati mwingine, panapo majaliwa.